Assalamu As alaikum, mambo zenu. Kwa majina naitwa Rukia Laltia na karibuni sana katika chaneli yangu. Katika video yetu ya leo, ningependa kuwafunza jinsi ya kutengeneza seafood nyumbani kwa njia rahisi na tamu sana. Jamani, hii kombo ya samaki ni tamu yani, mtakuwa mnajirama vidole. Yaani kwa mara ya kwanza nimeamua nijirikodi, maana nilikuwa na enjoy chakula kilikuwa kitamu bala. anyway, moja kwa moja tuanze na upishi huu makini kanami hadi tamati. Moja kwa moja tutaanza kutayarisha mahitaji yote ambayo tutakaotumia katika upishi wetu. Nitaanza kuchukua mahindi. Nimetumia mahindi manne kwa sababu mimi ni mpenzi wa mahindi. Utaku Utakata mahindi yako kwa vipande vidogo vidogo kama hivyo, kisha weka katika sufuria. katika sufuria nyingine utachukua samaki wako. Mimi nimetumia samaki wa kamba pamoja na kalamari, unaweza kuongeza samaki wengine kama pweza ama crab, yani samaki wote ambao unataka kuongeza wewe ongeza. Kisha nitatoa vichwa vya samaki wangu wa kamba kama unavyoona, alafu nitawaosha vizuri. Nikishamaliza nitaweka viazi. Nimetumia hivi viazi vidogo maana vinakuwa ni rahisi kupikika na pia ni vitamu zaidi kuliko vile vikubwa utaninyiza na chumvi kiasi, pamoja na maji. Utaweka katika moto na uwache vipikike kwa dakika 15 mpaka 20, ama pia unaweza kuvistim katika sufua yetu ya mahindi. Haya mahindi yangu yalikuwa yamepikika kiasi, yalikuwa pre-cooked. So hapa nitachemsha kwa dakika kidogo, nitaweka chumvi maji, na nitawache yachemke kwa dakika tano mpaka saba. Alafu tutaanza na matayarisho ya kutengeneza sosi yetu. Kiupande wa sosi nitatumia kitungu maji, lakini sitokitumia chote, nitatumia nusu yake alafu nitakata, nitakata kwa vipande vidogo vidogo. Kisha utachukua kitungu chako cha saumu. Hakikisha pia umetumia kitungu cha saumu cha kutosha kama hicho, yaani ni nio nzima ile ya kitunguu saumu, na utakata katika vipande vidogo vidogo, utaweka katika bakuli. Alafu pia utahitaji ndimu za kutosha, nimetumia ndimu nne mpaka tano. Ndimu zangu zilikuwa ziko na maji Nilipata kikombe kimoja kama hicho katika. Sosi hii utahitaji ndimu ya kutosha na matayarisho yetu ya sosi, vitunguu, kitunguu saumu na ndimu ziko tayari. Baada ya dakika zako 15 mpaka 20 utaangalia kama mahindi na viazi vimeiva. Ikiwa vimeiva, utachukua uma na utaangalia kama vimeiva. Ikiwa vimeiva, utatoa katika moto na utavitoa maji na kisha tutaanza kutengeneza sosi yetu. Weka pani yako katika moto wa kiasi na utaweka bata. Sosi hii pia inahitaji bata ya kutosha, nitaweka gramu mia mbili na hamsini na uwache bata yako iyayuke. Ikishayuka utaweka kitungu chako cha maji, koroga na uwache pikike kama dakika moja, alafu hapa tutatia spisi zetu zote. Hakikisha uko na spisi zote, maana hii sosi ndivyo inavyopikwa. Ikiwa una jamani, uendo kanunue, ndo uwezi kupata ladha halisi ya hii sosi. Kiupande wa sosi nimetumia spice ya kajun nimeweka vijiko viwili vya kula na nusu, nikaweka na cayenne pepper vijiko viwili vya kula, pilipili ya unga ni masala ya unga kijiko kimoja chakula, paprika ya unga nikaweka vijiko viwili vya kula, pilipili manga nikaweka kijiko kimoja chakula, majani ya oregano yaliyokaushwa kijiko kimoja chakula, rosemary kijiko kimoja chakula, kitungu saumu cha unga kijiko kimoja chakula, chumvi yako ya kutosha, na nitaweka maji yangu ya limao kikombe kimoja koroga na kuchanganya vizuri alafu, mwisho kabisa, kufanya sosi yetu iwe na ladha nzuri, nitaweka asali vijiko vitatu mpaka vinne vya kula. Changanya vizuri na uwache sosi yako ipikike kwa moto mdogo mdogo kwa dakika tatu mpaka tano na sosi yetu iko tayari. Jamani, hii sosi ni tamu ni tamu sana na ni lazima mwisevu hii recipe, maana najua itakuwa mnapika hicho chakula kila wikendi kama mimi. Na sasa ni ule wakati wa kuchanganya, changanya na najua, kwa sasa harufu imeshawapiga na matumbo yako na njaa. Utachukua mfuko wako kama huu na utaweka zile seafood, viazi na mahindi ambayo umechemsha, utaweka katika mfuko wako kama huu alafu utachukua sosi yako sitatumia sosi yote maana sosi ilikuwa iko nyingi sana yani unaweza kufanya seafood nyingi katika hii sosi nimeweka kama nusu yake hivi alafu kisha weka utafunga vizuri mfuko wako Utachanganya vizuri, yani ile sosi na viazi na kila kitu vichanganyike vizuri. Kama dakika mbili, tatu, kama tano hivi alafu mchanganyiko wetu uko tayari chukua sinia yako na umwage jamani Niko hapa na rekodi lakini natamani hichi chakula yani, ili hichi chakula kilikuwa ki kitamu kitamu sana, na hilo rojo. Allah, mashallah mashallah! Yani kwa mara ya kwanza nimeamua kujirecord vile nilikuwa na enjoy hichi chakula, si hindi, si samaki, si yai, yani kila kitu kilikuwa kimekolea vizuri. Yani from a scale to 1 to 10 hichi chakula bala nitakipea kumi, na I hope jamani, mtajaribu hii recipe. Ikiwa mtajaribu hii recipe, please join katika comment section ili mpate kunijulisha, na msahau kunifollow na kulike na kusubscribe katika social media zangu zote, kote natumia Rukia Laltia na kwaherini, bye bye.